Mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda, Dk Kizza Besigye na mshirika wake Obed Lutale wanaokabiliwa na mashtaka ya uhaini, wamerejeshwa tena rumande hadi tarehe ishirini na moja mwezi Mei, baada ya jitihada kadhaa za kuomba kuachiwa kwa dhamana kukataliwa na Mahakama. Mawakili wake wanasema pia, mteja wao anazuiwa kuonana na ndugu zake, akiwa rumande katika gereza la Luzira. Kenneth Lukwago kutoka Kampala anatufafanulia zaidi. Wakili Elias Lukwago ameeleza kwa nini wanadhani Dk Besigye na Haji Lutale wanakiukiwa. Msingi wa haki za kibinadamu umevunjwa kabisa, kwa sababu Dkta Besigye na Haji Lutale wanachukuliwa kama waliohukumiwa. Hawaruhusiwi hata kuongea na wapendo wao, kuongea na wanasheria ni kama vita. Hata huko jela wapo kwenye kifungo cha upweke ambacho kinakiuka haki zao. Besigye na Hajulutale sasa wamekaa rumande takriban miezi sita baada ya kushitakiwa kwanza mbele ya mahakama za kijeshi mwezi Julai mwaka jana. Kesi yao ilihamishwa katika mahakama za kiraia Februari mwaka huu, lakini bado haijaanza katika mahakama kuu. Mbali na masuala ya mahakama, kinara wa upinzani Robert Chagulanyi Sentamu, maarufu kama Bobi Wine, amelani uamuzi wa vyombo vya usalama kuingilia shughuli za chama chake na kutekwa kwa mlinzi wake mkuu Edi Mutwe pamoja na wanachama wengine sita katika kipindi cha wiki hii Wenzetu wengi wameteka nyara polisi, na wanajeshi wanaendelea kukanusha kufahamu waliko. Tunaendelea kudai waachiliwe huru bila masharti kutoka kizuizini kinyume cha sheria. Msiogope, kwani hizo ni dalili za ofu kutoka kwa utawala, hivyo endeleeni kufanya kazi zenu ndugu. Kesi ya Dr. Kizza Besigye na Haji Lutale na kuendelea kwa hatua za usalama dhidi ya chama cha National Unity Platform kinachoongozwa na Bobi Wine vinazingatiwa na waangalizi wa kisiasa kama juhudi za chama tawala kuvunja hatua zote za upinzani kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili.